Habari. Njia nyepesi ya kuangalia matokeo ya kidato cha pili ni kama ifuatayo. Hatua namba moja, ingia kwenye tovuti ya necta.go.tz. Ukishaingia kwenye hiyo tovuti ya necta.go.tz, kama unatumia simu, hapa siongelei laptop, siongelei desktop. Bonyeza hivyo vimistari vitatu. Ukishabonyeza hivyo vimistari vitatu, bo chagua sehemu iliyoandikwa results, ibonyeze. Lakini chagua hapo palipoandikwa FTNA, ibonyeze alafu chagua matokeo ya mwaka husika. Watakuletea result link ya mwaka husika, ibonyeze pia.